Mwenyekiti wa bodi uh, ya halmashauri ya barabara nchini Aisha Jumwa amewahimiza wanawake nchini kujitokeza ili kutuma maombi ya kunufaika na kandarasi za ujenzi wa barabara. Akizungumza katika eneo la Sabaki Magarini, kaunti ya Kilifi, Aisha Jumwa amefichua kuwa asilimia kubwa ya wanawake wamekuwa wakikosa zabuni za ujenzi wa barabara licha ya kuwa na vigezo vinavyohitajika. Jumwa ambaye pia alikuwa waziri wa jinsia nchini amesisitiza haja ya wanawake kutambulika kikamilifu huku akidai kuwa baadhi yao wa wameshurutishwa kujihusisha na mahusiano ili kunufaika na ajira. we need more women. Uh, katika masuala ya kupewa tenda ama contracts za kutengeneza mabarabara we need to see more women getting that, uh, opportunity. so far we are not doing so well, being the chair nimejionea uh, for this short time that I've been there nimeona ya kwamba wanaopata makandarasi wengi ni wanaume and not because kina mama hawashughuliki but I think there is that discrimination so we are demanding for that uh, 30% ambayo imepangwa uh, na tumepewa by law uh, iwe itafatwa to the letter. Kuna maswala aina tofauti tofauti ambayo tutakaa na wamama na wasichana wetu, na tutawaambia tuta na wajue sheria na wajue pia kutetea haki zao katika hii Kilifi county. Katika hii Kilifi county kuna mambo mengi sana ya sisi wa mama ambayo yanafanyika hapa, ambayo sisi sahi tunatakana tusimame ngangari na tujue kutetea haki zetu.